Tunaona ina mpango wa kushambulia Burundi. Laki inatafuta Warundi ili iseme. Wana uhasama kati ya Rwanda na Burundi umechukua sura mpya baada ya rais wa Burundi kusema wazi wazi nchi yake imo hatarini mwa kushambuliwa na Rwanda kupitia vikosi vya Red Tabara, lakini nchi yake anasema itajibu mashambulio hayo kwa njia ya kijeshi, kunionyesha kwamba hauna mpango wa kushambulia Burundi leta ao watu. Rais Evariste anashutumu Rwanda kwa kile anasema Kigali inahifadhi waasi wa RDF na M23. Nayo serikali ya Rwanda inasema inashangazwa na matamshi ya Rais Ndashimiye ikieleza kuwa vikosi vya nchi hizo mbili zimekuwa katika majadiliano ya jinsi yanavyoweza kulinda mipaka yake. Rwanda imewahi kuhifadhi watu wanaoaminika kujaribu kufanya mapinduzi ya serikali ya Burundi mwaka 2015. Kwa sasa mazungumzo baina ya M23 na serikali ya DRC yanaendelea huku yakiongozwa na umoja wa SADC pamoja na umoja wa Afrika Mashariki. Tatizo ya Rwanda na DRC. Hiyo ni kati yetu, ndio sababu hatujafanya vita kati yetu. Burundi haijashambulia Rwanda. Rwanda wametushambulia ndio, lakini sisi tuna waomba amani. Wakikataa kuna siku tutasema. Sasa hivi tunaona mamba na kwa mangini na Warundi wana uhakika oh, ya ku, ku, ku, ku, defend